Wazee wanasema hivi, mwanaume ukimtesa mke wako unampiga mpiga kama mpira, mara huku unamtesa hivi, unamnyanyasa hivi, unamfanyia hivi, unamfanyia hivi, wanasema usinampiga kama mpira. Kuna mwanaume atajitokeza kama goalkeeper, atamdaka na baada ya kumdaka sasa itakuwa zamu yako kuangalia mpira. Sasa sijui kama utaweza kuvumilia kuangalia mpira utakavyokuwa unachezwa na kinyume chake. Maanake kama kuna mwanamke anamtesa mwanaume atakuja kudaka watu na mwanamke. Alafu yule mwanamke utakuwa unaangalia mpira jinsi unavyochezwa. Kwa hiyo kama una ambaye unampenda mtunze, usimtese, usimpige kama mpira. Atatokea mtu ambaye atamdaka na baada ya kumdaka, kama goalkeeper, utaona utaanza kuangalia mchezo unavyochezwa alafu Utaishia tu kuumia na kuteseka. Tunza yule anayekupenda.